Shika hiyo shilingi elfu moja kama unajua umeishiwa hela, shika hiyo shilingi elfu moja tumia, ndio iwe nauli ya kukurudisha kwano. Umetoka wapi? Ulitokea wapi mpaka unakuja mjini? Hmm? <laughs> hapa mjini hapa nilikwambia kila kitu ni hela Sasa kwa hiyo kama hela haipo ina maana hapa kila kitu <laughs> ni hela hapa mjini. Aha, nakumbuka ulivyokuja na mbwembwe. Tumia hela mama, usipotumia nitakushtaki. Ulitaka nitumie ili kusudi mwisho wake unipe hey? 1000 Eh, natena pesa zimeisha, natena nakushtaki. <laughs> Wewe umenimaliza pesa zangu, aibu hizo. Ngoja tuone mwisho ni upi. Hivi mwanamke anachukuliaje mimi yeye itakuwa anijui. Yaani akizengua naye ya namuua kama nilivyo muua shemeji, na lile ulivyokuja hapa mjini, unajitapa kudada deki. Hivi ananionaje huyu? Ila kwa sasa hivi <totipos> nitakuja kuaibika. Sasa hivi wakina mnaweza walikuwa ananiomba ushauri. Sijui ah, sasa hivi nafanya <totipos> <totipos> Kwa kweli hadi hapa mpaka nakuta mtu anachanganyikiwa. Eti hela <coughs> zinaisha. Yaani kabisa mwanamke mzima anapewa shilingi elfu moja. <coughs> Wakati aliniambia kwamba hela ziko benki, kumbe alikuwa anadanganya, hela tayari kaishaishiwa. Sasa cha kufanya? Wakati hapo watu wa maana wenye hela zao wananitafuta, inashindikana. Sasa inabidi huyu mtu niachane naye. Cha kufanya ni mtafute mtu mwingine kwanza hakuwa wazi yangu. Sema tu nilikuwa nimpendea yeye. Kwa kuwa zimeisha, naonyesha upande wangu wa pili. Mungu wangu. Nini hiki? Ah, amka twende watakuita wachawi. Tuko wapi hapa? Imetutokea kuwani. Wakulala kwenye majani hivi, iu kitandani. Sasa ndo hivi. Mungu wangu, fanya twende wakitukuta hapa watakuita wachawi.

hitaji, nishauri kitu kimoja, kabla sija kutosha. Subiri nikuletea tumii Shoga. Mambo ya usi, mimi ndio mwenyewe tena. Uyo mama huyubuma nipunguza shoga, Tatizo na kitu kimoja kimenitokea nimeona kitakuja kuniletea matatizo. Mwenye pesa. Sasa sasa hivi ndio zimemuishia hana tena hey, zile pesa unazojua wewe. Anapeleka wapi? Unaambiwa wakati wa mwisho, naomba matumizi nilipewa elfu moja yani ambayo ni buku toba. 1000? <tip> Hivi imetokeaje mpaka tukalala tukalala nje? Mimi wangu, sikuwa nakwambia kwamba ule mzimu unaitokea eh? Siku nakwambia, haya ndio maana yaani hapa tumeanza sasa. Sasa unielewe, sasa ni mimi nimekaa nje. Hii ni miujiza kama miujiza mingine na mimi nakuhofia wewe kwa sababu wewe ni muuaji kwanza. Ulimuua mume wako, kamuua mume wako. Mimi kwa hiyo sasa hivi umeshaanza kunigeuka. Na wewe unaweza kuniua kwa sababu uniamini nini? Sio kujua ni nini. Tulichokifanya ukijui. Imekuaje mpaka tukalala nje? Nataka nikuulize. Sasa naweza kukuuliza imekuaje mpaka ukanilaza nje? Nakuuliza wewe. Mungu wangu anataka kunichekesha. Mimi nakupeleka bichi, wewe unanipeleka mtoni. Afu wewe unataka <laughs> kunichanganya. Ndio hivyo sasa. Ah, cha kufanya ah, ni kama ni anaona kibenzi kingine sasa, hapo ndo sielewe, maana ananipiga piga kona, au mara anaenda kutoa hela benki, mara spin ni nini, lakini nikawa namfuatilia, maana niliona zile haski haski zikawa zimekata, unaona, ndo nikakusara sasa. Ile kusara ndo anakuja ananiambia, oh baby, unajua nilienda kutoa, nikakuta akaunti zote zimefungiwa, nikasara. Nikamwambia siwezi kupokea shilingi elfu moja mm. Sasa hapa cha kufanya nilikuwa nataka unishauri kitu kimoja. Unajua hapa ni mjini <sighs> mjini kinachotajika ni pesa, pesa. Kwa hiyo hapa nikawa nimemwambia tuachane, akaniambia kama ni kuachane siwezi nikakubali kuachana na wewe, maana umetumia pesa zangu nyingi, sijui ni nini nini. Hey, kama ni hivyo nitakuwa Abi, sasa nina mganga wangu mmoja. Sasa chakufanya una nafasi sasa hivi? Sina nafasi. Basi kesho jiandae saa kumi na mbili alfajiri takupigia simu. Unajua miango, mpaka sasa hivi bado nawaza kuhusu swala lile tulivyolala mtoni. Najua sielewi. Kwani uelewi nini? Sichelewa nini hapa? Tulilala mtoni. Eh, tulilala chumbani, afu tukajikuta tupo mtoni. Ikoje? Sina kwambia kabisa we, kila siku natokewa na mizimu. Sijui ni mzimu wa mume wako yule tu yule mume. Mzimu? Mzimu gani huo? Sasa unahisi ni nini tena kilicho tulaza mtoni? Mimi siamini mambo ya mizimu. Afu mume wangu sasa hivi naanza kukuhofia ujue. Kwa hiyo nikupeleke ndugu mambo ya mganga tena. <coughs> Mi naona mambo ya mganga yatachelewa, nataka nimalize mi mwenyewe, maana kuna mtu mwingine ananitafuta. <coughs> Sasa nachotakushauri ili sasa, kama tena amepatikana mwenye pesa, je, tukimuua hapo sasa? <coughs> Na mi nilikuwa na mpango huo huo ndugu, umepita hapo hapo. Ngoja kwanza niko na mbizi shoga, tufanye sahayo taziipongeei hayo ndio mambo, ndo habari za udugu hizo. Sasa rafiki yangu, cha kufanya na nihofia ya kivipi? Sije ukanitoa sadaka, kutoa sadaka siwezi mke wangu. Labda mimi ninachokiwaza hapa kwenye akili yangu toka siku ile ni kuama kifanikiwa hii nyumba nyumba, acha aje akufurahishe mme wako utaama tu. Mi abesha, kama unitaki sawa, mimi nakutaka tuendele kubaki hapa e, utaama tena mchana kweupeubi <tipo> Sasa niachie mimi. Kumuua mtu sio mchezo ndugu, hata kama ntajua ntakavyo cheza huo mchezo. Wewe fanya, ukishamaliza mimi utanitafuta. Yes, amesema kuniwahi, natakiwa kumwahi mimi maana hakiniwahi ndugu. Taacha ugali sasa hivi mtamu. Ah, wewe unako ah. Kazi da, sijui David atakuwa wapi mdao. Sijui kwa nini nilimwambia aondoke. Atakuwa hmm, amekula kweli hata hmm, sielewe, ila itabidi tu nimtafute kivyovyote vile hmm, kwani nimemzoea kweli hmm, ila sawa tu itabidi nifanye mpango